Mimi naamini katika utawala wa kijeshi, jeshi amri ukipuuza... kama ile ya kama kweli polisi walikuwa wameona matatizo hayo yote kwamba Dar es Salaam wanasema si wataka kuchonga matanki ma kuchoma bandari kuchoma majengo haya, na walichoma mingine, walichoma mjengo wa TRA, e, na, na nini, walichoma majengo mengine ya viongozi, walichoma walichoma, mali za watu, walichoma. Sasa unaweza ukasema kama ni polisi maskini hivi, ikiendelea hii ikiendereai Dar es Salaam itakuwaje? Haya, kaeni ndani. Haya, mimi ulifanya nini hapa? Nakuja kununua kitunguu. Prr. Mimi sitetei hiyo, lakini nasema kilichokuwa labda kimetokea. Bas, wewe. Kwa hiyo na, na, na, na, nani tishio li lile la kupigwa risasi watu? Ilifanya watu wakakaa ndani. La sivyo, asingekaa kwa sababu una njaa utakaje ndani? Wengi mlikuwa mnasema hatuna chakula, hatuna nini, watoto tunaumwa. Haikuwa e, rahisi. Lakini walifungiwa ndani ila sana. Sisi huko nje na sisi tulifungiwa ndani. Tuliambiwa tukae. Lakini wengine tuliletewa taarifa. Mimi ni mmoja nyumba yako tunakuja kuchoma timahara nikasema, mimi sijatoka nyumbani kwangu, vijana hao watanikuta hapa. Wakanibembeleza we watu wa usalama, nataka kunipeleka wapi? Na, na, na, na mimi nashuhudia kidogo, mnataka kunipeleka wapi? akwenda kukuficha na nani na wengine wakina nani, vip ni wakina nani? mkoa wa Mara ume. Nikakataa waende kunificha, labda hao wanaonificha nao ndio wananimaliza huko, siendi. Nikamwambia jamani mimi baadaye nitatii nita mlichosema, lakini e, nitajificha nita mwenyewe. Kwa hiyo nishuhudie na mimi nilijificha peke yangu, lakini sikumwambia mtu nakuenda, nakuenda. Hata mke wangu sikumwambia. ah, mke wangu ni kwenda naye, wengine wote ndugu zangu wakawa na lia tu na nini, sikumwambia. Nimeambiwa nyumba inakuja kuchoma. Bunda pale ndugu Wasira ilichomwa, makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ilichomwa. Bunda pale ofisi ya TRA ilichomwa, na zingine mnajua jua hivi. Kwa hiyo ilikuwa fujo namna hiyo, nchi ikajaa askari polisi wakitisha na tisha, na hivyo uoga wakaingia, wakatoka TPDF kusaidia saidia jeshi letu wananchi kusaidia saidia, wakabaki peke yao, wakabaki peke yao tu wanatembea. Sauti ya uongozi ya siasa haikutoka hata moja. Ninyi mliisikia mimi sikuisikia, lakini kwa ajili ya maneno yale ya, ya mwalimu, msiogope msema, msio tu, mimi niliuliza niuliza wale viongozi wa, wa, wa waulinzi wakubwa wale. Mbona tusikii sauti? Mmoja kaniambia sauti inatoka kwa wanasiasa. Nikamwambia wee, usiona kuona siku zote una wanasiasa wewe eh, ni mwanasiasa sasa. Tunaanza kwenda kwenye accountability aaunbilit. Hivi unadhani ukikaa na rais wetu mwenye gari, unadhani nikula hapo, kuna siasa pale, kuna wakati inafika unamshauri